Leo Machi kumi na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ikumbuke kuwa mwaka huu ndo mwaka wa uchaguzi mkuu kwa maana ya kuchagua wagombea katika ngazi ya udiwani ubunge na rais. Tumekwisha kuona baadhi ya vyama vya siasa hapa nchini vimekwisha anza kujipambanua katika nafasi mbalimbali mbali. kwa maana ya kuchagua wagombea ambao wataingia kwenye kinyang'anyiro, eh, katika nafasi mbalimbali ikiwemo mbali. Chama cha mapinduzi CCM tayari wamekwisha kuchagua mgombea wao ambao ataingia kwenye nafasi ya uraisi, lakini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wao wamekuja na no reform, no election kwa maana wanataka kubadilishwa kwa tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi uweze kufanyika hapa Unyamwezini Unyanyembe, mkoani Tabora. Tumefanya mazungumzo na baadhi ya wakazi wa mkoa huu kupata mawazo mseto juu ya no reform, no election. Mimi ni Saidi Kaparira. Ha, mimi nafikiri kwenye mambo haya ya tume kwanza unapotaka kuingia kwenye uchaguzi lazima uwe na ujiamini. Mambo ya uchaguzi, issue ya msingi ni kujiamini. Sasa ukikosa kujiamini utaanza kutafuta sababu, maanake uchaguzi ni kama uchumbiaji wa kitu fulani. Mimi na wewe tulikuwa tunachumbia kitu, sasa wewe unaenda kuchumbia una hofu, kwani upate hofu? Twende tukafanya tuka uchaguzi na kila mmoja apokee matokeo yatakayokuwa yametoka. Kwani yeye ana hofu nini? Kwa sababu tume inakusaidia nini? Yule mtu atume sio mpiga kura kama mimi ninavyoweza kupiga kura umeona. Sasa hofu ya kitu gani? Mimi sioni sababu ya hofu, mimi sioni hofu. majina yao ya wacha, wale ambao watakao ni wagombea watapelekwa kwa wakati na watashirikishwa kwenye kila kitu. Nadhani mpaka uchaguzi wa juzi wameshirikishwa kwenye kila kitu, ndio maana wamegombea na sehemu, kuna sehemu wameshinda. CHADEMA, CHADEMA wapo wenye vitu wengi tu wamepata. Sasa shida iko wapi? kama hiyo kama, kama tume ina ugandamizi, ingefikia mahali kwamba wao hawa CHADEMA wakawa hawana hata mwenyekiti mmoja sasa kufanya hivyo. Na mimi nafikiri mambo ya katiba katiba, ni mchakato wao, waingie kwenye uchaguzi zeni, baada ya uchaguzi sasa wadai wanachotaka kwa sababu Tanzania, Tanzania ni nchi huru. Tanzania inaendeshwa kwa demokrasia vizuri tu, hakuna shida na ndio maana wao wako ndani ya hicho chama manake bila demokrasia manake wao CHADEMA wasinge kuwepo, lakini leo hii kupitia hiyo demokrasia ya, ya huru, ndio maana hata CHADEMA wao. Sasa kudai wanachokidai, muda sio mzuri. Inawezekana madai yao yakawa yako vizuri, lakini muda sasa. No reform, no election, wanakuwa na misingi ambayo wanaifikiria kwamba kama hakuna reform ya mambo fulani hakuna uchaguzi, nafikiri wako sahihi. Aa, sababu ni kwamba kama wanasema kwamba no uh, no reform no election, kuna misingi ambayo nafikiri wao wanaiangalia. Kwa mfano, unapozungumzia kwamba uchaguzi uchaguzi unasimamiwa na nani Tanzania, tunasema kwamba kuna tume huru ya uchaguzi ni maneno tu ambayo yamebadilishwa si mfumo uliobadilishwa. Unaposema kwamba uko huru ina maana kwamba hutakuwa mtu ambaye unaegemea upande wowote. Sasa tukiangalia, je, hiyo tume ni maneno yamebadilishwa kuwa kuitwa tume huru au ni nakshi ambayo imepita katika ile tume ya uchaguzi iliyopita? Zamani tulikuwa na tume ya uchaguzi leo tunasema kwamba tuna tume huru ya uchaguzi kwa maneno mengine ni kwamba kuna nakshi ambayo imepita pale. Nakshi hii ni kuweka neno huru. Sasa huo uhuru umetoka wapi? Kwa yule ambaye aliteuliwa na mheshimiwa rais kuwa uh, aidha mwenyekiti wa tume, mjumbe wa tume, kamishina wa tume, je, huyo mtu amepitia katika tanuri lipi la kuweza kumpata? Tunategemea kwamba kuna tanuli la kuweza kumpata mtu ambaye atakuwa huru, hataegemea upande wowote, hata kuwa bias. Sasa kama mtu ambaye amenakishiwa hawezi kuwa huru hata siku moja. Tunategemea kwamba wajumbe wa tume huru, kungelikuwa na tanuli la kuwachuja tanuli la, la kuwachuja ambalo kutakuwa na, na sifa ambazo zimeainishwa kuwapata hao wajumbe na hizo sifa wakikizi, basi hao wana qualify kuwa e, wajumbe wa tume huru ya uchaguzi, na watakuwa huru kweli kweli kwa sababu hawatafanya kazi kwa maslahi ya mtu fulani. Miezi kadhaa imebakia hii kuelekea uchaguzi huu, unahisi huu muda utatosha kufanya hayo kufanya uchaguzi, na kufanya reform, ni vitu ambavyo vinategemeana. Hatuwezi kufanya uchaguzi wakati tunaingia kwenye moto, ni afadhali ukadelay ili uweze kupata vitu ambavyo vitakuwa na maana zaidi katika jamii. Mimi nadhani mabadiliko yanaweza kafanyika kwa vyovyote vile, lakini richa ya maoni ya wananchi hapa mkoani Tabora pia tumefanya mazungumzo na kiongozi wa chama cha wananchi CUF wilaya ya Tabora, naye ameeleza namna ambavyo wanauendea uchaguzi huu kama chama cha siasa. wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora kwa ujumla, tumejipanga kuhakikisha kata zote tunaweka wagombea na tumejipanga kuhakikisha pia majimbo yote ya uchaguzi yaliyopo katika mkoa wa Tabora nayo pia enda kuwa na wagombea na tumejipanga ofisi kuu pia, kwa maana ya kuandaa mkutano mkuu kwa maana ya kuwa na mgombea urais pamoja na, na, na vitimbwi pamoja na hofu iliyopo kwa Watanzania na hofu iliyopo kwenye vyama vya siasa ya kutotendewa haki kwenye uchaguzi, lakini tumesema tutashiriki uchaguzi kadiri vile utakavyokuwa. Ngome ipigavyo ndivyo ichezwavyo. Kwa hiyo sisi CUF hatutasusia uchaguzi, tutaingia kwenye uchaguzi na kwa namna yoyote iwavyo, tutahakikisha tunalinda matokeo yetu. <coughs> Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria bp au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, tv za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Centa Limited.